Mbingu ni takatifu na tunatakikana tuwe watakatifu, tunatakikana tusukume eh, jinsi Paulo anavyosema to press toward the line, tusukume tusku. Ni, ni ni mambo magumu, ni mambo magumu, lakini sasa kwa neema ya Mungu inawezekana. Ndio maana amesema muweni watakatifu. Mungu anajua tunaweza kuwa watakatifu, kuna huo uwezekano kuna huo uwezekano sasa. Hiyo ndio utakatifu tunataka kuongelea. Hiyo neno utakatifu inamaanisha hivi, kukatwa kutoka kwa sehemu fulani, yaani ile utakatifu ambayo bibilia inaongelelea holiness, inamaanisha we are cut off, yani tumekatwa kutoka kwa ulimwengu tusienende jinsi ulimwengu inavyo enenda, tusitembee jinsi ulimwengu inavyotembea, tusi tusifanye jinsi ulimwengu inavyo navyofanya. Hiyo ndio maana ya utakatifu, hiyo ndio maana ya holiness. Mungu anataka tuwe watakatifu, na ndiposa ametuita tuwe watakatifu maana kuna siku inakuja, iko discussion, kuna siku inakuja ambayo tutaweza kusimama mbele ya Mungu aliye mtakatifu bila mpatanishi. Sasa siku hiyo ikifika, itakuwa sababu Mungu atalenda tu wale walio walio watakatifu. Hiyo ndio uzuri wa, wa, wa utakatifu. Wakati dunia itakuwa imechafuka, wale walio watakatifu, Mungu atakapokuwa anatuma wale malaika wake, akisema usionee mtu aliye aliyekosa muhuri huruma, awe ni mtoto mchanga, msichana, mvulana, mzee, mama, kata kabisa, wala usionee huruma lakini atakuwa anaambia hao walaika, yule ambaye ako na muhuri wangu, huyo usimguse. Uzuri katika utakatifu, uzuri katika utakatifu. Hivyo basi, wapendwa, Mungu anatusii ya kuwa tuwe watakatifu jinsi alivyo mtakatifu. Tunakwaje watakatifu? Kwa kifupi, tunakwaje watakatifu? ni lazima tutakazwe na Kristo. Anasema kwa kumi na saba kumi na saba Yohana, watakaze katika lile kweli, neno lako ndilo kweli. Ni neno la Mungu tu, ukweli yote. Ukweli yote ndiyo inatutakaza, si ukweli nusu. Ukweli yote ndio inatutakaza. Isamon tumekuja nayo kwa sababu tunataka kila moja ajijaribu yeye mwenyewe. Usijaribu mwenzako, ujijaribu wewe mwenyewe, uangalia kama uko katika imani ile ambayo Mungu ameweka katika neno lake takatifu. Unajijaribu wewe mwenyewe, usijaribu mwingine. Najua wapendwa, saa zingine huwa tuko rahisi sana kuangalia maisha ya watu wengine, jinsi alivyoanguka, jinsi nini anavyotembea nana lakini Kristo anasema wewe mnafiki, angalia kile kilicho kwa jicho unapenda kuangalia. Unasemaje ile msemo usiangalia usi. Hiyo eh, ni Mathayo saba tano hivi niko hapo. Kwa hivyo ili hiamu um, e, tumekuja nayo ili kila moja tuko katika safari ajijaribu yeye mwenyewe kwa sababu wakati umewadia wakati umewadia ambayo Kristo um, uh, anaweza toka wakati wote katika uh, kile um, uh, chumba kile kinaitwaje, patakatifu mno wakati wowote ile. Sasa inatakikana tuwe watakatifu. Old Testament tumeona mawili matatu ambayo yanaongea kuhusu huu utakatifu ambayo Mungu anatuita tuweze uh, kukaa uh, katika huo utakatifu. Wacha tuone katika New Testament kidogo na tutaanza na kitabu cha Watesalonika wa kwanza sura ile ya 4 na mstari wa saba. Thessalonians, chapter 4 and verse 7. Watesalonika wa kwanza ina saba. Inasemaje? Maana Mungu hakutukia uchafu, bali, tuwe katika utakaso. Soma hiyo vizuri Brenda, kuna maneno huko soma vizuri hapo. Tena Maana Mungu, uh-huh. Hakutu, uchafu bali tuwe katika utakazo. Katika utakazo, Mungu hakutuita katika uchafu. Kuna mwenye kuna Biblia kizungu hapo, ile King James Version, hebu soma, soma usikie maneno mengine yenye Kiswahili haikuweka vizuri. Mungu hakutuita katika uchafu bali katika utakazo. Kizungu inasemaje? Thessalonians, first Thessalonians chapter 4 verse 7. Ayo yote mbaya kuna roho ya unabii 3 sg 3 sg 65.1. Anifungulia hapo wakati tunasoma hii wa Thesalonike kwa kizungu chapter 1, uh, verse, uh, I mean, wa Thesalonike wa kwanza sura ya ine mstari ule wa saba. Yes. Correct. God has not called us unto uncleanliness, katika uchafu Mungu hakutuita katika uchafu bali ametuita katika utakatifu holiness. Hiyo ndio kusudi la Mungu kwa mtu awe yeyote chini ya jua, ya kuwa Mungu amekuita katika utakatifu, katika utakatifu, sio katika uchafu. E, naomba mwenye amepata hii atusomee, kuna maneno hapa kidogo nataka msikie kwa makini 3SG. Iko uh, mtu ako na kitabu cha roho ya unabii soft copy 3SG 65.1 tafadhali. Hiyo uh, ni Spiritual Gift volume 3 page 65, ile aya ya kwanza tu. Kuna maneno machache nataka tusikie kuhusu Nuhu, kuhusu Noa uh -huh. <coughs> familia yake yao katika kumwogopa na kumtii Mungu. Tuendelea Mungu. Skiza kwa makini, Nuhu alikuwa mcha Mungu, mtakatifu zaidi. Skiza, na mtakatifu zaidi kuliko yoyote duniani, kuliko yoyote duniani wakati wake Benzo, nataka wachia hapo kidogo, wachia tu hapo kile point, ushaisoma tayari. Nuhu wakati ule wake alikuwa mtakatifu zaidi na mcha Mungu, akajenga ile safina na yeye na familia yake wakaingia pale. Kulikuwa kuna ghadhabu ya Mungu inakujia dunia, na Nuhu alionekana ndiyo mtakatifu zaidi. Wacha niwaulize wapendwa, tuseme tu kweli, kuna dhoruba ama kuna ghadhabu ambayo inakujia ulimwengu sahi? Yes, baada ya wakati wa Nuhu ile gharika, je, kuna dhoruba nyingine inakujia dunia? Hapana, wow. Iko dhoruba inakujia dunia Petro wa pili tatu saba inasemaje? In fact anzia sita ndio utirudishe pale kwa nuhu tena, tuone ile gadhabu ambayo inakujia ulimwengu yes. kwa hiyo dunia ile ya wakati ule ili gara, ili garikishwa, ili garikishwa na maji. Dunia ile ya wakati wa Nuhu iligarikishwa na maji wa Nuhu, iligarikishwa na maji. Imewekwa akiba kwa moto. Imewekwa akiba kwa moto. Eh, uh -huh. Kwa neno lilo hilo zikilindwa I... hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwa wanadamu wasiomcha Mungu. Amen. Je, swali nauleza tena. Kuna ghadhabu ambayo inakujia ulimwengu? Ndio. Ndio. Na wale ambayo wataishi alivyoishi Nuhu Arudia tena ile verse Luka 17:26. Kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Je, kuna wale ambao wanajitayarisha alivyojitayarisha Nuhu kuingia katika ile safina nyingine tena? Wapokee ile muhuri wa Mungu aliye hai. Maana kuna ghadhabu ya Mungu ambayo inaisubiri dunia kwa wote waliokataa kumcha Mungu. utakatifu. Kuna uzuri katika utakatifu. Soma kuhusu Nuhu sita tisa Genesis, Mwanzo sita tisa inatuambia kuhusu Nuhu. Aha. Mwanzo sita tisa inatenda. Naam, hivi ndivyo Aha. Nuhu alikuwa na, alikuwa mtu wa haki mkamilifu katika vizazi vyake, alikwenda pamoja, pamoja na Mungu. Nuhu aliishi maisha ya haki yule ambayo anamcha Mungu. Mungu anatafuta watu kama hao katika hii kizazi cha mwisho, wale ambao watamcha wale ambao watatembea katika utakatifu na haki alivyotembea Nuhu. Kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, ndivyo itakavyokuwa wakati wa kurudi kwake mwana wa Adamu. Mungu anatuita tuwe watakatifu, tutembee katika haki na utakatifu, tutembee katika haki na utakatifu. hakutuita kwa mambo ya uchafu uncleanliness, hakutuita katika mambo ya uchafu, ametuita tutembee katika utakatifu na haki, anataka tu, anataka atuumbe katika utakatifu na haki, aumbe mtu mpya ndani yako utu upya ndani yako, na hiyo inaumbwa kupitia kwa neno lake, tunapotakazwa katika ile kweli, neno la Mungu linapotufanya tuwe watakatifu. Hiyo ndio inatuumba neno la Mungu, inatuletea ile utakatifu wa kweli utakatifu. Uh, nataka tuende kwa kitabu cha Warumi sita, tuone Paula anaongea nini kuhusu jambo fulani hapo, 6 verse 19 inasemaje? Romans 6 verse 19 Nasema kwa jinsi ya kibinadamu kwa sababu ya udhaifu wa miili yenu. uh -huh. kwa kuwa kama mlivyo vitoa viungo vyenu vitumiwe na uchafu na uwasi mpate kuasi vilivyo. uh -huh. hivyo sasa vitoeni viungo vyenu vitumiwe na haki mpate kutakaswa. Amen. Kama unavyoweza kutoa viungo vyako <laughs> viungo vya mwili katika uchafu, Paulo anasema sasa eni hivyo viungo vyenu vitumike kwa haki na utakatifu, kwa haki na utakatifu. Ruka mpaka verse 22 inasemaje? Mkishawekwa huru na kuwa mbali na dhambi. Na dhambi dhambi mnayo na wa faida yenu ukitakazwa, ukiwa mtakatifu, mwisho wake faida ni nini? Uzima hmm. wa milele. Hiyo inafanyika aje, Brenda? Mlipokwisha kuwekwa huru mbali na dhambi, ukishawekwa huru mbali na dhambi, mnakuwa watumwa wa haki. Jamani, lazima tupende tuwe watumwa wa haki, watumwa wa haki, tusiwe watumwa wa dhambi, tuwe watumwa wa haki. Na nilitangulia kwa kusema kila mmoja ajijaribu, usijaribu mwenzako, toa kwanza kile kitu ambayo iko kwa jicho lako ndio itakuwezesha uone vizuri kile ambacho kiko kwa mwenzako. Tujijaribu kwanza, tujijaribu kwanza, tusiwe kama wale watu wenye walipeleka walimkuta yule mwanamke katika uzinifu siku ya Sabato, wakamshika katika hilo tendo red handed, wakampeleka mbele ya Kristo. E, mwalimu, Musa alisema watu kama hawa tupige mawe, we unasemaje? Najua chapter 7 chapter, chapter ya John ya, ya, ya, ya, Yesu anaambia kama kuna yeyote awe hajawahi tenda dhambi, akwewa kwanza kumpiga nini majiwe. Walidani ni rahisi. Kwa nini hawakujijaribu kwanza? Ameenda kujaribu mwenzake mwenzao. Tunafaa kujijaribu kwanza kama tunatembea katika utakatifu, haki na utakatifu. Mungu ametuitia hiyo, tutembee katika haki na utakatifu. Tuendele 2 Corinthians chapter 6 verse 14 wa Korintho wa pili sita kumi na nne. Nataka uendelee tu mpaka eh, kumi na sita pale. "Usifungiwe nira pamoja na wasioamini amini, tuendele, kwa jinsi isivyo sawasawa. Aha. kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? hakuna urafiki kati ya haki na uasi ehe, tena pana pana shirika gani kati ya nuru na giza? Ndio, tuendele. Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Bel, Beliari, aha. au yeye aminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? tuendele tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Tuendelee. kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, naam, kama Mungu alivyosema kwamba, Aha. nita nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea. Aha. Nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Ngoja, kuna promise Mungu anapeana pale, nitakuwa Mungu wao ni watakuwa watu wangu hiyo si ni ahadi? Na hii ahadi ili uifikie uipokee hii ahadi kuna condition umewekewa, kuna masharti umewekewa, ya kuwa pas lipo na giza usikae hapo, maana hakuna ushirika kati ya nuru na giza. Hakuna ushirika kati ya walioamini na wasioamini hakuna ushirika kati ya hekalu la Mungu na sanamu. Hiyo ndiyo condition. Ukishatimiza hiyo condition, hiyo sharti wewe sasa utakuwa mwana wa Mungu na Mungu ameahidi ya kuwa atakuwa Mungu kwako. Endelea kutusomea. Kwa hiyo tokeni kati yao. Tokeni kati ya vitu vichafu. Mungu hakutuita katika mambo ya uchafu, alituita katika utakatifu. Hivyo basi wapendwa, inatakikana tutoke kati ya vitu vichafu na tutembee katika utakatifu. Mkatengwe nao, asema Bwana. Tuendelee, msiguse kitu kilicho kichafu. Aha. Nami nita nitawakaribisha kuna ahadi tena, nitawakaribisha. Tuendelee Brenda. Nitakuwa baba kwenu atakuwa baba kwetu, Nanyi mtakuwa kwangu wana, wanangu wa kiume na wa kike correct. Asema Bwana Mwenyezi. Asema Bwana Mwenyezi. Soma, uendelee. Basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi, ahadi hizo, sikiza, tuko na ahadi hizo, ahadi ya kuwa tunataka kuwa wana na binti za Mungu, tunataka awe baba yetu, tunataka kuwa watu wake. Mwenyezi Mungu akasema kuna condition. jitenge na vitu vilivyo vichafu na Paulo anasema sasa, ana summarize hiyo. Wapenzi, tuko na ahadi hizo. Aha. na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho Amen. Huko tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu Amen. Tujitenge na mambo ya uchafu ya mwili na roho vilevile, vile pia, Mungu anataka tutembee katika haki na utakatifu. Brenda? 424 Waefeso, 424 Waefeso, sikiza hiyo, alafu sasa tulinganishe Nuhu, tu connect maisha ya Nuhu na hii mambo ya utakatifu inakuwa aje? Aha, tukavae utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Amen. Tukavae utu upya iliyoumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli iliyoumbwa na Mungu, Mungu mwenyewe ndiye anaumba hiyo na anaumba hiyo kupitia kwa neno lake, maana neno la Mungu ndio linatakasa neno la Mungu ndio linatakasa. Kwa hivyo utu upya tutauvaa tukiwa tumedumu kikamilifu katika neno la Mungu ah. Kabla sija eh, connect Nuhu na hii mambo ya utakatifu Uh, uh, Brenda anataka utusomee tena uh, Waibrania kumi na mbili kumi. Waibrania kumi na mbili kumi. Waibrania kumi na mbili kumi. Nasema, aha, maana ni hakika hao kwa siku chache waliturudi kama walivyoona vyema wenyewe. Aha. Bali yeye kwa faida yetu ili tushiriki utakatifu wake. Ili tushiriki utakatifu wake, Mungu anatuhitaji tushiriki utakatifu wake. Wapendwa, kuna mambo mengi sana verses nyingi sana katika Biblia ambayo Mungu anatusihi tuishi katika maisha ya utakatifu. Hebu ruka usome verse 14 hapo tena uh, Brenda. Verse 14, the same same chapter, chapter hiyo 12. Kuwa na amani na watu wote. Yaani tutafute kwa bidii kuwa na amani.